Leo nataka nikupe sifa pamoja na kazi za jini huyu ambaye anaitwa Animo. Hakika leo nitatoa maelekezo ya kina ya ndani kuhusiana na kiumbe cha kiroho anayeitwa Animo na kuelekeza kazi zake, faida zake, mahitaji na hatari zinazohusikana na jini huyu ambaye anaitwa Animo. Naomba uniazime masikio, macho pamoja na akili yako ya kiuwezo. Kwanza, kazi na uwezo wa jini Animo huyu namtaja na, na ana uwezo mkubwa sana katika kifadhili na kisasa katika masuala mbalimbali mbali ya kimaisha. Mfano, kiumbe huyu ana uwezo mkubwa sana kwenye masuala ya mazingaombwe pamoja na uchawi. Ana uelewa mkuu wa mila na vitendo vya kiroho vinavyotumika kwa madhumuni anuwai, kila unachokitaka duniani. Ukiunganisha akili yako na yake, mtapanga jambo chanya. Kutimiza matakwa, ikiwa unahitaji, ana uwezo wa kufanikisha karibu kila jambo duniani, akimfanyia mmilikiwa wake eh, au yule mtu anayemmiliki mshikaji wake na kuwa mtu wa kipekee zaidi. Ana uwezo wa kimatibabu na kimiujiza, anaweza kuwaondoa walemavu, yani kuponya walemavu, kuwarejeshea macho vipofu, watu wasioona, na kufanya vituko vingine vya ajabu sana. Jini huyu ni mwenye nguvu na mamlaka na cheo kikubwa sana. Anasaidia kupandishwa cheo katika kazi, lakini pia kupata nyadhifa za utawala na kuongezwa au kuongeza ushawishi kwa viongozi wakuu waliokuzidi. Ana mapenzi ya dhati na uvutio machoni mwa watu huongeza kiwango cha upendo na uvutio wake kwa mmiliki machoni pa wote, yani kila atakaye kumiliki kukuona, basi atakupenda. Maisha ya sanaa na umaarufu. Kwa mfano, kama ukiwa wewe mwanamuziki, mwigizaji na mchezaji, anasaidia sana kukufanikishia kwa kiwango cha kisasa na kukupa utawala na kujipatia umaarufu mkubwa sana. Na kwa hakika kazi yao inaweza ikapendezwa machoni mwa watu na masikioni mwa watu ikisikika. Kwa hiyo unaweza ukashirikishwa kuambiwa huyu fulani anafanana na fulani. Kushikilia, yani ikitokea kwamba umemshikilia mgeni ana uwezo wa kumshikilia mgeni yoyote anayeingia nyumbani kwako au katika ofisi yako na asiondoke kabisa. Mfano wewe una ofisi, basi akija huyu yule hawezi kuondoka. Sifa za mmiliki na mahitaji, yani ikitokea masharti yake ili kumtumikia jini huyu ambaye anaitwa Animo, eh, kwa mafanikio anahitaji kuwa mmiliki anapaswa kuwa na sifa eh, na kufuata masharti fulani. Kila kizuri akikosi hasara. Kwa mfano, anafaa kwa watakaofanya kazi naye au wafanyakazi mbalimbali za kiroho na kuwa na ushawishi kwa viongozi. Masharti na umuhimu wake pasavyo, kwa mfano, anapenda uvae yani, kwenye swala la mavazi, unatakiwa kuvaa nguo zenye rangi au utawala mweusi kila wakati katika masuala yake ya ushawishi ulagai, kujipulizia aina maalumu ya parafujo yaani parfyumu inayojulikana kwa jina la Cobra. Na tabia za Animo, ana tabia nyingi lakini madhubuti. Ameelekeza kuwa kwamba yeye ni jini muoga sana na mthabiti, ambaye aa, isiweza kubadilika mara kwa mara. Mkiingia makubaliano fulani, hawezi kubadilika kabisa. Kiumbe huyu ukitaka kuingia naye mkataba, naweza nikakupa kwa gharama na mkataba afueni uh, kabisa kutegemeana unachotaka. Kwa mfano, bei yake ninaikadiria kuwa milioni nane hadi milioni kumi za Tanzania kulingana na kiwango cha utendaji unachokihitaji wewe, lakini pia uh, uvunjaji wa mkataba, iwapo kama unataka kumtumikia au umechoka, basi unaweza kuvunja, na inawezekana kuvunja mkataba na yeye kwa njia ya kawaida sana. Na ikitokea mali zako zote a, pamoja na vitu alivyokupatia, basi pindi unapofanya mchakato huu wa kuvunja mkataba haziwezi kuathirika kabisa. sawa sawa. Na niseme tu kwamba kwa leo kwa mfano kama mimi ukiniruhusu nikuchagulie kiumbe, basi naweza nikakwambia kiumbe huyu Animo ni kiumbe mzuri sana na chenye nguvu nyingi sana. Hakuna mambo mengi sana magumu yanayohitajika kumtumikishia kiumbe huyu, kwa sababu masharti yake yanaeleweka. Iwapo umenufaika na maelekezo haya lakini pia una nia kabisa ya kumiliki basi, na kuomba usubirie maelekezo namba mbili episodi 2 na mwendelezo wake, ambao nitakufundisha kwa kina namna ya kuishi naye kwa usalama na mafanikio. Kwa hiyo leo nitakuelekeza hivi sifa zake, lakini siku nitakuja kuelekeza jinsi ya kumuita jini huyu eh. Alitumikiwa ama aliwatumikisha wafalume wa zamani na kujizolea umaarufu na ushawishi katika nchi jirani. Kwa hiyo ukiwa na kiumbe huyu una uwezo wa kumiliki kila unalolitaka, mwanafunzi wangu, chochote kile unachokitaka basi unaweza ukakimiliki kwa mkataba wenu ambao mtakaoingia. Sharti lake kuvaa nguo nyeusi, lakini pia vile vile kujipulizia mapafyumu Faida zake na hasara, kwa kifupi, naweza nikakueleza. Kwa mfano, faida uh, zinazotarajiwa ni ukiwa na jini huyu ni nyingi, kwa sababu una uwezo wa kutimiza matakwa mbalimbali yaani, chochote unachokitaka unaweza ukafanyaje, ukakitumikisha na ukakipata kwenye swala la kupata umaarufu eh, mamlaka na cheo, uwezo wa kufanya kazi miujiza kimatibabu, mafanikio makubwa makubwa katika sanaa yako na michezo. Kwa hiyo chochote unachokitaka mwanafunzi wangu, kwa huyu kiumbe una uwezo wa kukipata na bila ya wasiwasi wowote wasi, ule. Lakini pia mwanafunzi wangu utakuwa na uvutio eh, na upendo wa hali ya juu kwa watu ukiwa na kiumbe huyu mwanafunzi wangu, niseme kwamba kila kiumbe ana changamoto zake. Hatari na changamoto za kiumbe huyu ni chache sana. Kwanza ukija kujumuisha ni gharama, ambapo gharama yake ni kubwa, inakadiriwa milioni nane mpaka kumi, kama nilivyosema hapo awali. Hizo ndio changamoto zake, lakini masharti yake labda magumu ni ile kuvaa nguo nyeusi kila wakati na kujipulizia parafujo, yani kwa lugha nyepesi tunaita perfume. Uhusiano wa kudumu eh na ulimwengu huu wa kiroho unaweza kuwa na mzigo kwako, kwa sababu huwezi fanya chochote bila ya yeye. Ndio maana nimesema unaweza kuvunja mkataba, lakini pia ana uwezo kukupa. Matamanio yanayotolewa na jini huyu huwa ni magumu kuyaacha, kwa mfano kupenda wanawake na kadhalika. Umeelewa bwana? Hitaji la kuvunja na uwezo wake au kuto uh, kuvunja mkataba, ukitaka ujasiri huo, una uwezo wa kuvunja muda wowote ule, mwanafunzi wangu kwa niseme tu kwamba ukiwa na kiumbe huyu umemaliza kila kitu, yaani ni kiumbe mzuri sana na ana sifa nzuri sana ni kiumbe ambaye anastahamili katika kila lika, mwanafunzi wangu, na usisahau kwamba Animo ni kiumbe wa kiume, ni kiumbe mwenye nguvu sana, mamlaka makubwa sana. Kwa hiyo uh, nipende tu kusema kwamba mwanafunzi wangu, karibu sana uonane na mimi uwasiliane na mimi kwa WhatsApp lakini pia hata kawaida, lakini pia unaweza ukanitafuta uh, kivyo vyote ambavyo wewe unaweza kuonana kiofisi au kadhalika, na haijalishi ukiwa mbali, basi tutaongea eh. Ukiwa mbali tutaongea kwa simu uh, tutaingia mkataba ambapo utalipa kiasi na kingine utalipa kidogo kidogo kama loans huku ukiwa unamtumikisha kiumbe wako. Nikutakie kila la heri. Ni mimi hapa Babu Bidabida, mtaalamu wa tiba asili Afrika. Asante sana, karibu.